Wanawake wengi hawashiki ujauzito kwa sababu hizi ambazo wanazipuuzia. Hebu nisikilize vizuri, kuna baadhi ya sababu kiziona ujue kwamba mayai yako hayapevuki vizuri, na ndio maana pengine ushiki ujauzito. Kwanza kabisa, kama hedhi yako inachelewa kila mara, aidha upati kabisa hedhi yako, aidha period yako. Pili, kuwa na uchovu bila sababu ya msingi, naku umechoka sana mwili bila sababu za msingi, inawezekana ya mayai yako hayapevuki. Tatu, kama unakosa ute wa ovulation, aidha unapata ute kidogo mno wakati wa ovulation, inawezekana mayai yako hayapevuki. Hii huwa nawasaidia wanawake wengi kutibu kwa kutumia virutubisho tofauti vikiwepo kama folate, zinc, omega hivyo inawasaidia wengi kushika ujauzito. Ikiwa wewe ni mhanga wa changamoto hii, hebu naomba nitumie ujumbe inbox kwamba ninahitaji package ya matibabu, ili baada ya muda na wewe ufurahie kuwa na mtoto wako. Asante sana, naitwa Mr. Elisha.